Mm -hmm. Mara nyingi sana tumesikia serikali kusema mm, kwamba e, harakati na vurugu zote zilizotokea Oktoba 29, ni kwamba wanaharakati wengi wamekuwa wakipewa fedha kwa ajili ya kuratibu na kufanya shughuli hile mm. Mtazamo wa serikali tumemsikia hata waziri mkuu juzi akijaribu kusema, fedha nyingi huletwa hapa kwa ajili ya kuratibu vurugu na kutofanya ustawi wa wajamii, wewe kama kiongozi na mtu ambaye pia mashambulizi yako mengi yamekwenda huko huko, watu wengine wanakutazama kama kiongozi, wengine wanasema, ah, huyo pia mwanaharakati. eee, statement yako ni ipi? Sometimes viongozi wanatoa kauli mm -hmm. ni ishara ya kwamba wanakwepa uwajibikaji. Ukisema kwamba kuna wanaharakati au kuna watu wanapokea fedha kwa shughuli hizo, mimi nitakujibu kwamba hakuna mwenye uthibitisho na kama uthibitisho upo siamini kwamba wangeshindwa kuchukua hatua za kisheria kama washa kufungia taasisi za sasa za, za, za, za, za, za, za asasi ya kiraia ambazo zinakiuka sheria za nchi kwa nini hizo ambazo zinapokea kuratibu vurugu mm. zisifungiwe kwa hiyo utakuta ni vitu vinaongewa, labda havina ushahidi, na sio tu havina ushahidi, ni kiongozi katika kuficha mm. kuonesha kwamba kuna jambo lingine labda ziada ya lile ambao mm. aliongea au kukwepa uwajibikaji mm. kwamba mimi po, ningeweza kuzuia jambo hili mm. lakini mm. nimezidiwa, kwa sababu kuna hela za watu walikuwa wanapewa chini mm. Sasa hilo hatuna ushahidi, na mimi sina ushahidi nao mm. na kwamba kuna watu wanapewa hela kufanya shughuli hizo mm. ninachoweza kujua kwamba ni wananchi wenyewe walifanya shughuli zile na walifanya maandamano yale mm. na siwezi kuita vurugu, ni maandamano mm na wa ushahidi kwamba wananchi walifanya vile mm. Tuliwaona walishtakiwa mahakamani mm. Waliokamatwa kwenye siku ya tarehe ishirini na tisa mm. Sijaona pale mtu ambaye amepewa hela amesema, mimi nimepewa hela mm. kwenye jambo hilo lakini vile vile E, sijapata mtu ametoa ushuhuda kwamba mimi nilipewa hela nikaandamane mm. Sijamuona. Nichoona mm. ni Watanzania ambao walikamatwa wakapelekwa vituo vya polisi na mm. wengine wakapelekwa mahakamani, wengine wakafunguliwa kesi mm. na baadaye wakasamehewa kesi zao zikafutwa mm. E, sijawahi kuona mtu nje katika uratibu mm. huo unaoniambia kwamba ni mwanaharakati mm. amepewa hela amefanya jambo la namna hiyo. Oktoba 29 inabaki kwenye kumbukumbu kumbu ya watu mm. wengi na kwamba hakuna mashaka kwamba madhara yalitokea lakini swali kuu la msingi ambalo kila mtu anataka kujua tunaweza kutokaje hapa ikiwa, eh, tume zikiundwa bado haziaminiki. Liko kundi moja la siasa aliamini kundi jingine la siasa, liko kundi la dini moja linaweza likawa haliamini dini fulani, wako warefu na wafupi hawawezi kuaminiana. Tunatokaje hapa, kusalia taifa ambalo wote tunalipigania? Nini kinapaswa kufanyika baada ya tukio la Oktoba 29. 9 mi kwangu e, taona mm. Mm. ni jambo dogo sana. Tunatokaje, ni wanaotaka kutoka wajaamua tu mm. Tunatokaje e, mtu akiniuliza tunatokaje hapa na bado mwenyekiti wa Chadema yuko ndani mm. naona bado wajaamua mm -hmm. cha kwanza, mwachie mwenyekiti wa Chadema ndani mm -hmm. kwa sababu moja, malalamiko na manunguniko ya wananchi wote mm. wanaona kwamba kuna mtu amekamatwa na anashikiliwa kinyume na sheria mm. na anaonewa mm -hmm. kwa kitu ambacho e, akipaswa yeye kuwa pale Mwachie, onesha kwamba kweli e, umegundua ukweli na umeujutia ukweli, mm. na kwamba kweli una dhamira ya kweli kuanza upi, unamwachia mwenyekiti wa Chadema e, huru bila masharti mm. yoyote, mm. na wala kufanya naye vikao vya aina yoyote au kumpreempt atafanya nini na nini. Unamwachia, unamwachia tuendelee shughuli zake kama vile ambavyo raia mwingine yoyote anapaswa kuwa huru mm. na kuendelea na shughuli zake. mm. Lakini la pili e, fungulia vyama ambavyo umevifungia na umevizuia katika kufanya shughuli zao. Watu wawe na haki ya kufanya shughuli za kisiasa, shughuli za kisiasa ziendelee <ISITgment> vyama vyo na uwezo watu kukutana. <ISIT> E, sitkutana si, si, tunakutana kama vile ni makomando. Yani hatuna uwezo kusema tunakutana ukumbi fulani tufanye kamati kuu, sababu hatutafanikiwa mm. kwao. Tutafanya kamati kuu, lakini katika njia ngumu mm. ya kulazimisha <ISIT> tufanye katika <dedication> njia hiyo mm. Kwa nini? Kwamba kuna watu wengine hawana haki ya kufanya shughuli zao za kisiasa. Fungulia shughuli za kisiasa watu wao wanaweza kukutana, watu wao wanakutana kuongea, uwezo wa kuongea, watu wao wanaweza kuzunguka kufanya shughuli za kisiasa. Kwa hiyo na watu waione hiyo haki ipo. Lakini la tatu ambalo nimeliona vijana wengi wanaliongea, waliopotelewa ndugu zao na wa, ndugu zao waliouawa uao pawe na mazingira ya kuponya familia hizo na wahanga wa familia hizo, ya uwazi na ukweli. Kwa mfano, kukubali kweli kwamba kuna watu wengi wamefariki na kuwatambua kwa majina. Mimi nimekuwa diwani na nimekuwa meya mm. ya mashauri za Ilala Dar es Salaam. Pakitokea maafa, unakuta serikali inafchuka mpaka chini kujua waliofariki ni wangapi na kwa majina na nini mm. na mpaka baadaye inasema hata kama watu watopewa fidia. Mm. Lakini unaona kuna jitihada hizo. Mm -hmm. Wafanye jitihada hizo. Okay. E, inaponya yaani, unajua wewe ukikubali kwamba ndugu yangu ameuawa kwangu, mimi ninaponya na ninitoa roho yangu inakuwa nyepesi. Mm. Lakini tofauti yake ukiniambia, okay, mimi ni msanii ndugu yako hajauawa ni msanii, tuna ushahidi gani? Kwanza unazidi kutondesha kidonda, lakini unifanya niendelee kuwa na uchungu, lakini na tatu, natamani na wewe upate maumivu ambayo mimi nayapata. Kwa namna gani? Ndo kila mtu ana namna yake ya kupambana kukurudishia maumivu wewe, ambaye unazalau baba yake amefariki, ya mtoto wake amefariki, mama yake amefariki, au mwanae amefariki. mm -hmm. E, kubali kwamba kuna watu wamepoteza mauai, wala si zambi ukukubali e, kili hadharani. mm -hmm. Omba radhi, tambua Fanya fidia fidia. na cha Chadema imesema fidia katika hizo familia sio tu fedha, kwa maana e, uhai wa mtu una, una thamani sawa na fedha mm, utakayomfidia. Mm. kutambua tu kwamba bwana samani jambo limefanyika, mm, uliungi mkono lakini vilevile mm, eh, unasema hata wale wanao vyombo vinavyotengenezwa au tume zinazoundwa haziaminiki mm. Fanya ziaminike, teua watu ambao wanaaminika mm -hmm. Eh, wafanye hizo kazi mm -hmm. Eh, kwa kuona kabisa huyu kwa huyu, akisimama mbele ya jamii mm -hmm. watu wakimuona ni mkweli mm -hmm. kwa mwenendo wake, kwa rekodi yake mm -hmm. hana tabia za gizagiza, mwenendo mwenendo hivi wakua, mm -hmm. wa, wa, wa, wa, wa, wa wa watampa ushirikiano mm -hmm. kikubwa zaidi ni ushirikiano, watampa ushirikiano mm -hmm. Eh, kwa mfano leo hii nimeona tume inatoa labda message kutaka watu wapeleke ushahidi na watu wanaziona message na wapeleke ushahidi. Kwa sababu gani? mm -hmm. hawaaminiki Mm. pata watu ambao wanaaminika watu watawapa ushirikiano. mm -hmm. na ukifanya hivyo ndio nasema tunatokaje hapa. mm -hmm. utakuwa na mwanzo mzuri wa, kwa sababu ukishafanya hivyo na way forward tunafanyeje, kama tuna nchi inakuwa na uchaguzi au viongozi au tunafanyeje, itakuwa lakini la sivyo, kuna kitu kimoja ambacho mimi nakiona ambacho wa Tanzania wengi nikutana nao wanachokiona kwa CCM na serikali yake. mm -hmm. Okay, ni sawa Mi... na kabla hatujala mm, -hmm na kwamba kuna umuhimu wa kuzungumza kichakula tugawane. Mm. -hmm. Wewe unasema mimi umuhimu wa kuzungumza. Mm. Unakula chakula chote, unamaliza, mimi nabaki na njaa. Lakini wewe ukisha shiba ukinywa maji, unabeua na bihasabu ndugu yangu. Njoo bwana. Sisi ni ndugu aina moja, mm. nyumba moja hii, mimi na wewe damu tumezaliwa tumbo moja. Hatuna sababu ya kugombana na kununiana. Mm. Njoo tuzungumze. Unafikiri mtu na namna hiyo atakuwa yuko radhi kukuona wewe kwamba kila siku unafanya namna hiyo, kwamba unakula, mm. ukishamaliza kukula, ukimaliza kula chote, <much> utakuwa kwa lazima kuniita na mimi nikibaki na njaa. Mm. Sasa katika madhihiria namna hiyo lazima utoke na suluhu ya kwamba wewe kabla ya watu waliomba kutukutane, kabla mm, eh, atujala tuzungumze. Unafikiri umekula chakula umemaliza chote, tukizungumza, huyo mwingine njia yake anafidia na nini okay? hilo ni swali la kujiji la kujibu ambalo litasababisha kila mtu aone umuhimu wa kuzungumza, au tusizungumze, kila mtu aendelee, mimi nibaki na njia yangu na baki na shibe yako. Asante sana moja ya madai ya Gen Z na. E, pamoja na madai mengi, lakini moja kubwa ambalo ukiwa ukiwasikiliza unaona wanaonyesha pia, wanalo tatizo la msingi la ajira, kwamba na wao wanataka angalau wanaweza kupanda ndege hapa kwenda kuangalia mechi Manchester, awe na uhakika wa kupeleka mtoto wake hospitali bila mashaka, awe na uhakika wa kusomesha bila mashaka. E, hawataki class e, kwamba wenye nacho sana na wasiokuwa nacho sana yale madai ya Gen Z yanaonekana hayawezi kuwa ni swala la dharura, haliwezi kutatulika kwa dakika moja kwa inavyoonekana. Unafikiri mm. swala la ajira ambalo linaweza kupunguza ukakasi ama kasi kubwa kwa Gen Z linaweza kutatulika kwa njia gani? Chadema mnaweza kuwa na solution? Umeongea e, vizuri, narejea kumbukumbu zangu mm. E, nimeona nchi nyingi mm -hmm. Kipindi hiki wa, wa, wanahangaika na vijana ambao wanaitwa mm -hmm. ni Gen Z. mm -hmm. Gen Z ni mm -hmm. kundi mdogo tu la vijana mm -hmm. lakini kuna vijana wengine wako nje ya umri wa Gen Z mm -hmm. lakini e, katika katika, katika, katika ulimwengu mm huu -hmm. jambo la Gen Z sio sio la msimu mm -hmm. Na, hmm. nataka niwahakikishie hmm. sio sio swala hmm. la dharura kwamba inatokea mara moja eh, na lakini vile vile niwahakikishie hmm. viongozi wetu wa Afrika sio tu Tanzania. Hmm. Viongozi wetu wa Afrika, swala Gen Z sio la msimu kwamba limepita hmm. kuna hilo swala Gen Z, natamani kila kiongozi hmm. kama mtu yuko serious atakustudy Jenzi ni nini na athari zake ni nini? mm. kuna kitabu kimeandikwa na aliyekuwa rais wa Nigeria, zamani mm. Obasanjo, mm. mm. kinaitwa Making Africa Work, Making African Work eh, mm. Making Africa Work mm. ni handbook maarufu sana kitabu kimeandikwa nadhani kama miaka kumi iliyopita mm. eh, kina kimeandikwa kama miaka kumi iliyopita mm. kama sio kumi, saba nane lakini